Sasa tutazungumzia insha allahu taala hali ya kiulimwengu kabla ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa sisi maelezo yetu zaidi yatakita katika hali ya Jaziratul Arab, lakini kuna kitabu ambacho kwamba Uh, kimeandikwa ala na Sheikh Abul Hassan al-Nadawi, madha khasira al-alam binhitati al-muslimin, ulimwengu umepata hasara vipi kwa kuangushwa kwa Waislamu. Na katika hiki kitabu kuna chapta mzima, kuna mlango mzima ambao kwamba wazungumzia hali ya ulimwengu ilivyokuwa kabla ya Uislamu kuja. Kwa hiyo hapa, kihakika ni hali ya ulimwengu, kwa sababu yuagusia katika hali ambayo kwamba amba ilikuwa katika dola ya Faris, ambayo kwamba amba leo ni Iran, hali ilivyokuwa China, hali ilivyokuwa India, hali ilivyokuwa Rome, Roman Empire ambayo kwamba amba ilikuwa ya stretch kuanzia Vatican Italy mpaka katika baadhi ya biladi ambazo kwamba leo ni za Waislamu, biladi zaitwa ni za Kiarabu, ya wilikuwa, ilikuwa yaja mpaka Shamu huku mpaka Konstantinia, Konstantinopoli ambao kwamba ni present day Turkey. Kwa hiyo yazungumzia ya hali ya ulimwengu, yani vile ilivyokuwa kihakika kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja, kabla ya Uislamu kuja na hali ya kiulimwengu haikuwa nzuri, ilikuwa hali ambayo kwamba ni hitajia, hali ambayo kwamba ni disparate, ambayo kwamba yahitaji mwangaza na mageuzi. <clears> hata <throat> ukifananisha na hali vile ambavyo kwamba leo iko ya kiulimwengu, utachunguza kuna kila aina ya balaa kila mahali na kila sehemu ambayo kwamba watu watataraji itakuwa iko salama, mwishowe yaingia fitna na inakuwa ni yenye kuchafuka, ima ni katika masuala ya fujo, bughudha, maandamano na yani ya hali hali shaghala baghala, au katika mporomoko wa kimaadili. Billahi alaykum ikhwat alkiram, nani ambaye kwamba kati yetu alitarajia leo leo wasanii wakubwa wakubwa watakwenda katika ardhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam wende wakaperform na watu wafanye watu wafanye uchafu? Nani alitarajia? Nani katika kukua kwake alitarajia siku kama hii ataiona? Lakini tuko nayo leo. Kila sehemu ambayo kwamba yani labda yatarajiwa angaa kutakuwa na nafuu waingia fitna kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo kama leo vile ambavyo kwamba hali iko jana, vile vile hali ulimwengu ulikuwa katika hali ya kiza na yahitajika mageuzi. Na tukisema ilikuwa mbovu kama vile ambavyo kwamba leo vile ilivyo, haimaanishi ilikuwa ni mwozo mwanzo mwisho, bali wako watu katika ulimwengu ambao kwamba walikuwa bado wanaungwana na tabia na murua na mwenendo ambao kwamba ni mzuri, na muamala ambao kwamba ni mzuri. Na Sheikh Al-Buti rahimahullah akizungumzia na kutaja katika tabia mzuri ambazo kwamba walikuwa nazo aa, makafiri baina ya Waarabu hawa ni watu ambao kwamba hawajamwamini Allah subhanahu wa taala na Uislamu haujakuja kwao wao, lakini ataja katika tabia zao vile walivyokuwa. Kataja mfano kadhaa kama ukarimu, sababu kwao wao, kwa mfano mgeni alikuwa akikujia katika tabia zao katika culture yao, mgeni akija kwako wewe Utamkirimu, utamwangalia. Baada ya siku tatu zikipita, ndio wamuuliza, mvipi ilikuwa, una haja gani ilikuwa? Kuna mtu fulani wamtafuta, kuna familia yako? Mambo ambayo kwamba ni ngumu, hata katika mstama leo hizi zetu kuzipata ni ngumu. Atakuja ndugu yako, atakuja familia yako na utamuuliza kuanzia mwanzo, mvipi sasa ilikuwa, utawaizako saa ngapi kurudi nyumbani, ndugu yako, familia yako lakini wao katika kalcha zao hata kabla ya Uislamu, mtu alikuwa atakuja kwake yeye, mtu atamkirimu, atampatia chakula, atampatia malazi, kumuuliza, atamuuliza siku ya tatu labda alikuwa na haja gani. Hii ni hali ya juu ya ukarimu. Kwa hiyo, kuna masuala ya ukarimu kwa wao na kuwahudumikia watu kwa uzuri, yani khidma ambayo kwamba ni hasana utekelezaji wa ahadi, kuchukia aibu na kujitenga nayo, masuala ya subira baina yao na ukawaida katika maisha. Maisha yao yalikuwa very simple. walikuwa na simplicity katika maisha, likuwa si maisha ambayo kwamba alikuwa wana mambo mengi. Hata yule mwenye mali baina yao, pia maisha yake utakuta alikuwa ni maisha ambayo kwamba yako simple na tabia zao hizi, hata kabla ya Uislamu, ulijalia wepesi katika ubebaji wao wa Uislamu, tofauti na sehemu zozote zingine za kiulimwengu. Utakuta ambaye kwamba alikuwa yuko na mali amejazana katika anasa, maisha yake yalikuwa ni maisha ambayo kwamba ni ya hali ya juu watu ambao kwamba watakuwa labda wamejazana katika makasiri yao, wanawake wa kuwakanda kanda na watu wa kuwabeba beba kila mahali. Wao maisha yao hayakuwa hivi. Kwa wengi wao hata kama mtu alikuwa na mali, basi utampata na tabia zake pia, mara nyingi pia si mbaya, kwa sababu katika tabia kama hizi na kwa wao kuwa ni jambo la kawaida kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kuja Uislamu ilifanya ikawa wepesi kwao wao kuufikisha Uislamu, kwa sababu hata siku zote athari kubwa hutokamana na vitendo zaidi ya maneno. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal Kazana kila siku wasimama mbele ya watu e, jamani, watu kueni na tabia mzuri, jamani, msipitane salimia neno. Ukitoka hapo ukitoka msikitini au salimii watu, kutakuwa na athari ambayo kwamba ni negative kwa watu. Hata ukija ukizungumza kila mmoja kuangalia, alafu yupata wasema wasema maneno maneno maneno ya ya kweli kihakika, wasema maneno ambayo kwamba ya kweli kihakika, maneno ambayo kwamba kwamba ya sawa, lakini vitendo vyako vyapelekea mpaka watu kuupokea ulo ujumbe ambao kwamba ni wa kweli, ujumbe ambao kwamba ni mzuri, ikawa ni uzito kwao wao. Na hata kwa wale ambao kwamba hujaribu kupinga ujumbe unaubeba, hutafuta katika makosa yako, kakwambia, bana, usituambie bana, tuambie, lakini we mwenyewe tabia yako ni hivi. Au hata mtu aweza akatafuta jambo la zamani waf'alta kaf'alta allati ka fa'alta wa anta min al-kafirin. Fir'aun amwambia Musa alayhi salam, na lile jambo lako wewe eh, ulilifanya baina yetu sisi. Aliua mtu, alipiga mtu jamaa kadidi, kaambia pia wewe sikuna jambo ambalo kwamba ulilifanya baina yetu, alafu sasa ndo waja kutuambia nini tena? Nafanya wakati huo bana, wakati niko sijapata uongofu. Kwa hiyo ile tabia yao ilikuwa rahisi wao kuathiri aqwam na ukarimu wao na huduma yao iliwafanya wakaribishwe katika ardhi ambazo kwamba walikuwa wakikanyaga. Hawakuwa kaumu ambayo kwamba yachukiwa na watu pale ambapo kwamba watakwenda. Jeshi la masahaba lilikuwa jeshi ambalo kwamba watu walipokuwa wanawaona wamekuja kwao, wao waliona watu ambao kwamba watawaletea uhuru na sio kuwakalia kimabavu. Na ikhwat alkiram, jeshi la Khalid Halid Ibnul Walid laingia katika ardhi ambazo kwamba zilikuwa chini ya Warumi na Warumi wametawala kwa miaka mingi Masr eh, Sham au present day Syria. Waingia manasara wa Hims wawapokelea kwa matwari, wakisikia raha, wakifurahi. Kwa nini wapokee watu ambao kwamba wamewashinda jeshi la serikali yao, watu ambao kwamba hawajaishi nao, watu ambao kwamba wanafuata dini tofauti na yao, kwa ajili ya tabia zao, vile ambavyo kwamba walivyokuwa. Na utaona athari kama hii iliachwa hata baada ya Uislamu kuanguka. Hawa watu hawakurudia dini zao za kitambo, walibakia katika Uislamu wakazaa kizazi cha umma wa Kiislamu mpaka leo, lillahi lhamdu na katika tabia zao vile vile masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ambao kwamba ni athari ya hata kabla ya Uislamu, wao ni kuwa hawakujali kuhusu utawala, mamlaka na masuala ya nguvu. Mara nyingi walipokuwa wakifathi ardhi, utaona watajaribu kufikisha hidaya kwa wale watu na wakipatikaniwa baina yao ambao kwamba wameufahamu Uislamu na wakaweza kubeba amana, basi amana ya utawala huachwa katika mikono yao, wala hawawakalii wao kimabavu na kukimbili na kukimbilia, eh, mali ghafi zao na tharwa zao, tofauti na suala la ukoloni imma wajana au ukoloni mambo leo. Majeshi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hayakuwa hivyo. Na ni athari ya maisha yao kabla hata ya Uislamu. Utekelezaji wa ahadi na thabat katika malengo iliwafanya wakawa ni watu ambao kwamba waweza ukawategemea, wakikupa neno lao utahisabu ya kuwa watakuwa ni wenye kutekeleza. Kwa hiyo tabia zao kama hizi zilikuwa na athari kubwa katika dawa na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akachagua sehemu kama ile na watu kama wale wawe ndio watapokea mwanzo kabisa risala ambayo kwamba ni ya mwisho. Kwa hiyo hapa tupata somo pia katika Uislamu wetu leo, katika dawa yetu leo, tujiangalie zaidi katika muamala wetu na watu ili watu leo wajua, nikipatana na Mwislamu hato nikon, nikimpatia amana yangu anishikilie, Mwislamu basi hato nikon, atatoka hapa atakuwa na mali zake, labda yuhitaji kusafiri, na akisafiri ana shamba lake, ana nyumba zake, kwa tabia ambazo kwamba tutazijenga katika muamala ambao kwamba ni mzuri na watu itapelekea mtu atasema, natafuta mtu ambaye kwamba nitamwachia nisimamilie mali zangu, lakini nataka kijana Muislamu, nataka mtu ambaye kwamba Muislamu, kwa sababu yatarajiwa Muislamu ndio mtekelezaji wa, mtekele wa amana lilasaf. Leo utaona kitabia tunakuwa si tofauti hata na wale wasiokuwa Waislamu taona Muislamu lakini Muislamu yeye ndio amekon, yeye ndio amekhini amana. Muislamu yeye ndio ametapeli. Kwa hiyo ikapelekea masuala yetu ya amana pia leo ni ya kutiliwa tiliwa shaka, pamoja na kuwa lillahi alhamdu hatufanani na wengine. Kwa ikhwat alkiram, Mtume sallallahu alayhi wasallam kuzaliwa katika mji wa Makka ili ilikuwa ni chaguo la Allah subhanahu wataala. Wao walikuwa na qualities katika utekelezaji wa ahadi na maisha yao, na waliahidi kupitia maisha yao na wakatoa maisha yao kwa ajili ya Uislamu. Walipeana bai'a juu ya maisha yao, na kihakika wakatoa maisha yao kwa ajili ya Uislamu. Ila kabla hatujaingia zaidi na kuzungumzia zaidi katika hali vile ilivyokuwa kabla ya risala au kabla ya kuja kwa Mtume sala llahu alaihi wasallam, tutakuwa ni wenye kuzungumzia kisa ambacho kwamba amba hatuwezi tukakiruka kisa adhim kisa marufa cha watu wa ndovu. Wengi katika maulamaa wasema Mtume sala llahu alaihi wasallam, e, kauli ambayo kwamba ni mashuhuri mkuu, alizaliwa katika mwaka wa tukio kama hili, ndani ya tukio kama hili ima kabla au baada, lakini ilikuwa ndani ya mwaka wa tukio la ndovu, tukio ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika kitabu chake kitukufu, na tutagusia leo kwa juu juu kabisa, kwa mukhtasar, kisha inayokuja darsa inayokuja tutakuwa ni wenye kuingia moja kwa moja katika khabari za a, jeshi la ndovu.

nguvu iliyopotea, juhudi ambayo kwamba imepotea. wa arsala alaihim tayran ababil, na akawateremshia kwa wao akawatumilizia ndege wa ababil. tarmihim bihijaratin min sijil, wakiwarushia vijiwe ambavyo kwamba ni udongo ambao kwamba umekuwa e, umekuwa ni wenye kuwa bekt, umeundwa bihijaratin sijil fajalhm ka'asfin ma'kul, akawajalia kama ambaye ni majani yaliyokatwa katwa yaliyoliwaliwa wani yani walikuwa ndara ndara, hali yao ilikuwa mbaya. Ikhwata al kiram, kisa cha jeshi la ndovu kwa mukhtasar, katika ufunguzi ni katika fadhila kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Maquraish na Allah subhanahu wataala, aliwaokoa Maquraish kutokamana na jeshi la ndovu ambalo kwamba, ili jeshi lilikuja, lengo asili, lengo lao kubwa ni kuivunja Alkaaba na kufuta alama zote za uwepo wa Alkaaba. Allah subhanahu wa taala akawa ni mwenye kuwaangamiza. Allah subhanahu wa taala akawa ni mwenye kuwashinda na kuwavunja mipango yao na juhudi zao zikaenda habaa manthura, na Allah subhanahu wa taala akawarudi kwa maangamivu na khizaya, wakawa ni wenye kuadhirika, wakawa wenye kuangamia watu wa ndovu. Ikhwat alkiram, walikuwa watu wa dini gani? Manasara walikuwa Wakristo. Jeshi la ndovu kwa manasara na manasara dini yao <coughs> iko karibu zaidi na Uislamu hata kuliko ushirikina na kuabudu manasanamu uh, masanamu uh, wa washirikina wa Makka. Yani, kama alikuwa ni kuwanusuru wale ambao kwamba wako karibu zaidi na ukweli, basi ilikuwa wanusuri wa kina nani? Jeshi la ndovu. Aa, ah, wengine walikuwa katika dalalmubin, upotofu ambao kwamba uko wazi. Awa wengine akipatana, we ukipatana na mnasara, ukisema Ibrahim alayhi ssalam atakuelewa ataku, ama atakuelewa, atakuelewa. Ukisema Ishaq atakuelewa, ukisema Musa atakuelewa, ukisema Isa atakuelewa. Takuja tofauti, bila shaka ambazo kwamba labda ni kubwa, tofauti za kiakida lakini utamwambia Nuh atakuelewa, wasema nini? Ukimwambia yaquba ya atakuelewa, wasema nini? Tofauti na Maquraish wa Makka kabla ya Uislamu, habari hizo hawana, awana Lata, Uzza, uh, Hubal na wengine waliobakia katika masanamu wao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala bado, lakini akawa ni mwenye kuwanusuru Maquraish na akainusuru nyumba yake aa, na hii ilikuwa dalili kubwa ya njia na utayarisho wa ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyotaja kwa kauli mashuhuri, alizaliwa katika mwaka huo huo. Kwa hiyo si kwa ajili ya Makureish bali ni katika dalili

Nabii ambaye kwamba ni Muhammad sallallahu alaihi wasalam, Khatim al-anbiya, ambaye kwamba ndiyo muhuri wa manabii, ndiyo mwisho wa manabii. Kwa ajili ya ujio wa huyu bwana, ndio ikawa yenye kufanya nini, ikawa yenye kuokolewa Alkaaba, ikawa yenye wakanusuriwa Maquraish juu ya Manasara.